Naam, karibu sana mtazamaji na andamana nasi kuanzia sasa hadi mida ya saa moja unusu tukujuze tuliokuandalia. Tunaanza na taarifa ya tanzia, ambapo familia ya Albert Ojwang imetaka haki itendeke tena kwa haraka kwa mwanao aliyeripotiwa kufariki akiwa mikononi mwa polisi mapema mwezi jana. Wakati wa misa ya wafu katika Kanisa la Ridgeways Baptist, barabara ya Kiambu, waombolezaji walimsifu Ojwang kama mtu aliyetii sheria na mchapakazi, wakitoa wito wa kukomeshwa kwa mauaji ya kiholela Marhema. Albert Ojwang atazikwa nyumbani kwake katika kaunti ya Homa Bay siku ya Ijumaa. Giverson Maina alihudhuria misa hiyo na sasa anaarifu. Familia ya marafiki na Wakenya kwa ujumla leo walikusanyika katika kanisa la Ridgeways Baptist, barabara ya Kiambu, Nairobi, kwa ajili ya misa ya wafu kwa Albert Ojwang I pray that there will be mwana blog na mwalimu huyo aliripotiwa kufariki siku moja baada ya kuchukuliwa na maafisa wa polisi kutoka nyumbani kwake Homa Bay, mapema mwezi uliopita. Nataka niseme ya kwamba damu hiyo ya Albert ambayo imemwagika bila hatia, walio na uwezo kuona kwamba wanachukua damu ya eh, eh, maisha ya wenzi wao na kumwaga damu ili wabakie katika hali yao na kuficha uovu wao, lakini hawatakuwa na amani katika maisha yao, sababu Kain, Mungu alitamka ya kwamba damu ya, ka, eh, ya Abel inamlilia wakimsifu baba huyo wa mtoto mmoja kuwa Mkenya anayetii sheria ambaye maisha yake yalikatizwa kwa njia isiyoeleweka. Familia yake ilisema imepoteza mtoto wao wa pekee na mlezi. Nimesema pole pole sana kwa mtoto wangu. <coughs> Alitolewa kwa mkono wangu kama nimempa chakula aweze kukula nyatia niukongwenyukata kuon haku chuna hata ugali babananomako manalotokanyatindwa chakula cha maloto polisi ochopo

Familia ya Ojwang pia ikiweka wazi usaidizi wa kifedha ambao ilipokea kutoka kwa watu mbalimbali The family wish to confirm that yes they received 2 million shillings from the head of state. 1 million shillings from Honorable Raila Odinga and 2 million shillings from Kenyans generally who gave them in the form of 1 shilling, 10 shillings, 100 shillings, 1000 shillings Totaling five million and sixty thousand. Wa kutosha, kuziosha, kwa... Mwili wa marehemu Albert Ojwang utasafirishwa hadi nyumbani kwake Homa Bay hapo kesho kabla ya kuzikwa siku ya Ijumaa. Giverson Maina, Darubini.